na mojumu mwenye kiti tunaomba tusetie hapo mambo yake sawa sawa, tisa tisa tisa, popote ulipo mambo sawa sawa. Sisiemu oyi kidungu Chama cha Mapinduzi, kipekee kabisa jumuiya ya vijana. Nakushukuru sana mheshimiwa waziri, vijuzi tumataonye ofisi yako kupata zawadi mpia mtana, katibu wako atakukabizi zawadi ile mara baada ya ndaa. Kata ya Pera timu ya udeni ccmo ofisi yako -ikatupatia zawadi ya mpia miwili kama ziada ya zawadi ambazo tulikuwa tumeziandaa ccmo, kidumu chama cha mapinduzi, kidumu chama tawala. Lakini mheshimiwa mbunge, sisi tunafarijika sana. Tunafarijika kwa sababu naamini kwamba pengine baraza hili la umoja wa vijana ndiyo waraza la kwanza kuhudhuria kutoka wa Samia Suluhu Hassani na kutolea kuwa waziri kamili. CCM oyee! Kidumu chama cha mapinduzi! Kwa hiyo sisi tunakushukuru sana, lakini tunakwenda mbali zaidi mwaka huu, kama nilivyosema, mwaka wa uchaguzi, kata ya Pela peke yake ina kura zaidi ya mia sita ishirini na sita kura hizi hakutaki ipotee hata moja. Ongeleni jamani. kula zote ni kwa mheshimiwa mbunge Ridhiwani Jakaya Kikwete. Ni na kula hizi tutakuahidi, mheshimiwa mwenyekiti, yupo hapa chama, kula za Pera zote ni kwa mheshimiwa mbunge Ridhiwani Jakaya Kikwete. Sisi boy. Nani kama Ridhiwani? Nani kama Samia? Nara, Samia Nara. Nara Ridhiwani Nara. Nara Mkango Nara. Mheshimiwa mwenyekiti pale alisikia, amechomekea akasema Diwani sisi oye, kidumu Chama cha Mapinduzi! <laughs> Lakini mheshimiwa waziri, sisi moja vijana tulikaa, wakati unapendekeza uwe mgenasi katika baraza hili, ulizungumza mambo mengi sana. Unafahamu fika juu ya shughuli zako nyingi sana ulizonazo, majukumu mazito ya kitaifa na kimataifa kwa ajili ya kutumikia wananchi wa Chalinze na Tanzania kwa ujumla, tukasema tunatambua kazi kubwa na nzuri unayoifanya wanamalivundo ni mashahidi wanaona zanatiao pale inaendelea vizuri. Na mheshimiwa mbunge tunakuomba, kiu kubwa nikuona zanatiena kamiliki kishirikiana na mheshimiwa diwani, tunaomba tusaidie zanatiekamiliki. sisiemu oye ni Chama cha Mapinduzi. Lakini pia tulizungumza mambo mengi na vijana wangu, tukasema tukasema afatali ea mheshimiwa mbunge kuhusu fomu ya ubunge talipiamoja wa vijana chama chazela talipia fomu ya ubunge kumsindikiza kuchukua fomu. <coughs> Sisi, yeah. Wakati ikifika, ukifika jogoa kiwika siku katangazwa ushangunge sisi, uh -huh. <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> sisi mguu hey, na mguu na wewe mpaka ofisi ofisi ya kwenda kuchukua fomu hautalipia hata senti 100 mia italipa sisi wenyewe. Mafuta ya gari tunayo sisi, kunayo. Oi hoyi, vijana ndio jeuri ya chama chama. Tutamlindana kumtetea. Tutamlindana kumtetea.

kwa kumalizia kwa kumalizia, mheshimiwa Mheshimiwa Mbunge, tunafahamu jinsi atibabu ilivyo ngumu. Tukitoka hapa tuna batu ya watu wawili, lakini hiyo bado tutafanya leo. Tembo amekuwa mnyonge sana, wa wajiloia nafungwa a kiboko ya jiloni ni fadhili mkonela. <laughs> Utaanaaapigwa sasa. Baada ya baraza hili, mheshimiwa mbunge, utazindua shina letu, lakini tutakuwa na mchezo wa, wa kirafiki katika kati ya vidongoji cha Maligundo na kitongoji cha Magome. CCM oi. Idumu CCM idumu. Yote haya ni kuhakikisha kama jumuiya yetu inakuwa hai kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Rais mbunge pamoja na majiwa. CCM oi. Yeye yeye unaanza kisha. CCM oi. Mimi. Asa mimi mdogo. CCM oi. Baada kusema hayo, tukaribishe mheshimiwa waziri wabashasha kabisa, karibu Marikundo. Ulikuja ukiwa mbunge, ulikuja ukiwa naibu waziri, mara hii umekuja ukiwa ni waziri. CCM oye! Baada ya kusema hayo, vijana tunakupenda sana, na mwaka huu tutatembea na wewe mpaka hatua ya mwisho. CCM oye! Marikundo ye.